nchi wanaimani nacho wamejitokeza kiasi hiki na bado tumebakiza na siku mbili, tarehe moja na tarehe mbili. Kaniendelee kutoa wito wanachama wetu waendelee kuja kujitokeza kwa ajili ya kuchukua fomu kwa ajili ya uchaguzi huu, ana mgombea wa kuja kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi. Nimetia nia, nia hiyo ipo, uwezo upo, uzoefu na Lungwe, kama nilivyosema, una matarajio, tuna mazao ya kimkakati lazima tupate mtu wa kwenda kusema kuhusu mazao ya kimkakati tunayo chai tunayo kahawa tunayo parachichi. Lakini nimekuja kuomba lidha kwa wanalungwe kwa ajili ya kugombea jimbo la Lungwe. Nilikuwa chama cha Demokrasia na Maendeleo, sasa naenda kugombea na kusimamia nikipata nafasi kwa chama cha Mapinduzi. Samia mitano tena. Nimekuja ofisi za chama kwa ajili ya kuchukua fomu ya kunia ya kupata ridhaa ya kuwa mgombea wa ubunge jimbo la Rungwe. E, lakini kikubwa ninachotaka kusema tu kwamba e, kazi ya mbunge ni nini? Kazi ya mbunge e, kuna kuna kazi mbili kuu za mbunge. Cha kwanza kabisa, nataka niwatumikie wananchi wa jimbo la Rungwe. Leo hii tarehe 29 nimeanzisha fomu ya kugombea ubunge jimbo la Rungwe. Lengo langu la kugombea ubunge katika jimbo